Kandete, oye. Oye. Tisyebo, oye oye. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana ndugu kaimu mwenyekiti wa chama chetu cha mkoa wa Mbeya na mneki mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rungwe, lakini natambua uwepo wa wagombea wote, mgombea wa viti maalum Suma ikienda fya ndomo lakini wagombea wote wa udiwani watu wote mlioko hapo meza kuu, kwa nafasi zenu, ninawashukuru sana, na natambua itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, wana Busokelo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alekum, asalamu alekum. Ndugu zangu, kwanza kabisa nianze kwa shukrani nyingi kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uzima na uhai, tumeweza kukutana leo hapa Busokelo kwenye viwanja hivi vya Kandete. Ndugu zangu, nimejawa na furaha na moyo wa shukrani kwa umati mliojitokeza kuja kukisikiliza chama chetu, lakini na wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, leo sio siku ya kusema chochote. Watu hawa unawaona hapa tumekutana nao katika maeneo mbalimbali tumezunguka kata zote vijiji vyote na vitongoji vyote kuzungumza na wanabusokelo wanabusokelo nataka niwaambie jambo moja yale yote tuliyoyasema kwenye kampeni ndugu zangu tuliyaandika na kuyarekodi sina shaka na ninyi mmeandika sasa tuna jambo moja tu niwaombe kwa unyenyekevu mkubwa siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mjitokeze kwa wingi kama jinsi mlivyojitokeza kwenye mikutano yetu na kuzidi na hata leo kupiga kura nyingi kwa ajili ya kumchagua jemedari wetu, kiongozi mwenye uwezo mkubwa na maono ya pekee, mwanamama Dokta Samia Suluhu Hassan ili yeye aendelee kuongoza nchi yetu kwa sababu amefanya vizuri katika awamu ya sita kama wote tulivyoshuhudia. Lakini ndugu zangu na wanabusokelo wenzangu, ninawaomba pia mumchague na mnichague mimi ndugu yenu na mtoto wenu Lutengano George Mwalwiba katika nafasi ya ubunge, ili kwa pamoja mimi na nyie tufanye kazi. Ndugu zangu, ninaomba kwa unyenyekevu mkubwa Najua umati huu unakusanya Busokelo nzima, madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi mkawachague katika nafasi zao. Ndugu zangu, nataka niwaambie kwa hapa Kandete, tunaye Botuli Kagenda, lakini na madiwani wengine wote tukawachague. Madiwani hawa wamefanya kazi inayotukuka, wana rekodi inayojieleza, wana historia nzuri. Mimi nafahamu kama mlivyoambiwa, nimekuwa mkurugenzi kwa miaka kadhaa. Tabia ya wakurugenzi ni kufuatilia maendeleo ya halmashauri zote na halmashauri yetu ya Busokelo inafanya kazi nzuri. Ili halmashauri siyumbe, tuchague madiwani wote wa chama cha mapinduzi. Tuanzie Mpata tukamchague Mangombola, tukitoka Mpata twende Kabula tukamchague Ambakisye, twende Lwangwa tukamchague Angulile Kapama, lakini tukitoka hapo Twendeni Lupata tukamchague Mwakibibi, twendeni Itete tukamchague Mwangunguru, twendeni Lufinio tukamchague Mwakajegela. Ndugu zangu, hao madiwani wote. Twendeni kule Mtaba tukamchague Mwalwiba, twendeni Kambasegera tukamchague Ibrahim Mwakapimba. Ndugu zangu, ninawataja madiwani hawa kwa sababu tunajua rekodi zao. Twendeni kule, twendeni kule Luteba tukamchague George Simalike Msigwa. Ndugu zangu, nataka niwaambie tukiwachagua madiwani hawa na hawa viti maalum, gari litakuwa limewaka, gari la Busokelo. Na sisi tunataka tuwaambie, sisi ni ndugu zenu, tunatokana na ninyi, hatutawaangusha. CCM oye! CCM oye! Oye! Oye! Oye! Busokelo oye! Oye! Ndugu zangu nataka niwaambie haya yote ninayoyasema si maneno nitakayoyafanya mimi Mwalwiba kwa uwezo wangu maneno haya tutafanya kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na ndugu zangu, nataka niwaambie hakuna mbunge peke yake anaweza akaleta maendeleo kwenye jimbo, wala hakuna diwani peke yake anaweza akaleta maendeleo kwenye kata. Wanabusokelo, nataka niwaambie, wapo watoto wana Busokelo kila kona ya nchi hii, ndani na nje ya Busokelo. Tutaungana nao, tutajiunganisha nao na kuwashirikisha kwa habari ya maendeleo ya hapa nyumbani Busokelo. CCM oye, oye! Ninaomba tarehe ishirini na tisa mjitokeze bila kuogopa. Ndugu zangu, nataka niwaambie jemedari wetu amesema vyombo vya usalama vimejidhatiti na lengo ni moja tu, sio kumtisha Mtanzania yoyote bali ni kuhakikisha takwa la kisheria na la kikatiba la Watanzania kupata haki ya kupiga kura, wanapiga kura. Naomba uamke mapema uende ukapige kura tarehe ishirini na tisa, urudi nyumbani ukatulie ukisubiri matokeo, na sina shaka Chama cha Mapinduzi kitashinda kwa ushindi wa kimbunga. CCM oye! CCM oye! Semuweye, nawashukuru sana ndugu zangu, mengi tumeongea huko leo, sitaki kuwachosha, lakini nimekuja hapa kuwaomba na kuwakumbusha juu ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Ndugu mwenyekiti, sio kwa umuhimu, naomba uniruhusu nimalizie jambo moja Kwenye mkutano huu na hadhara hii, yupo mama yangu mzazi hapa, Mariam Bemba Mwalwiba, naomba aliposimama pale apunge, anyoshe mkono. Asante sana mama, lakini akiongozana na wanafamilia wengine ambao wote wamekuwa wakiniunga mkono, ninawashukuru sana. Lakini pia yuko mke wangu hapa, anaitwa Beatrice Mbapa Mwalwiba, naomba naye asimame. Sasa mwenyekiti amesema mke wangu aje mbele hapa. CCM oyee! sababu atakuwa nanongwa, mambo mengine nikikosea, atakuwa anikumbushi vizuri. CCM oye! Lakini mwenyekiti pia hapa, nimefurahi, wako viongozi wengi, yuko Eliudi Mwaitereke amekuja hapa, lakini namshukuru sana mheshimiwa Jer, ndugu yangu Gerald, mheshimiwa wakili Gerald Mwakionde, na mwenyekiti, kama nilivyokwambia yeye ametoka kupata majeraha, alivunjika mguu, lakini pamoja na hayo ameona ni vizuri aje. Na kushukuru sana Gerald Mwakyonde, Mungu akubariki. CCM oye! CCM oye! ndugu zangu, wazazi wangu na Wanabusokelo, huyu ni mke wangu, anaitwa Beatrice. Beatrice, Mbamba Mbapa Mwalwiba, au mama Ivan. Ndugu zangu, na washukuru sana, ni mama mwema, ananilea vizuri, ananishauri vizuri hivi. Wanabusokelo, tuendelee kumuombea ili kwa pamoja tufanye kazi njema ya Busokelo. CCM oyee!